Bwana Masoud Kipanya hapa, kutoka Credit Info Fireside Chat, mwenyeji wako bwana bwana bwana. Hii dhana ya kukopesheka, ndugu zangu, tunaichukulia poa sana. Niliwahi kusema kwamba kuna sehemu nyingine watu hawapewi mke kama hukopesheki, kwa sababu kutokopesheka, maana yake wewe simlipaji Uh, hizi simu ambazo tunazitumia ndugu zangu, tunazo makini sana sana sana. Mambo ya kumsajilia mtu laini ya simu, anasajili kwa jina lako, anakwenda kuitumia, anaweza akawa ni mtoto wako, anaweza akawa ni ndugu yako, rafiki yako, vyovyote vile, lakini yeye anafanya nini na laini yako ya simu kwenye maeneo ya mikopo? Hiyo ni hatari kubwa, kwa sababu anapokopa aka default, kwa maana anapokopa alafu akawa halipi maana kwa watu ume msajilia line, anakopa alafu ile line anaitupa anaificha, haitumii. Na watu wangu mimi nawajua, wanafanya sana hivyo. Jina lile ni la kwako wewe. Kuna siku unaweza ukaenda unataka kupata mkopo kwa ajili ya uendelezaji wa biashara yako au shughuli zako za kiuchumi, ukakwama. epata hadithi ya mtu ambaye alikosa mkopo wa milioni ishirini kwa sababu alikuwa na deni la shilingi elfu nne kwenye simu. Umenielewa? Na utasema Yema, ya yani mnanyima mimi milioni 20 kwa sababu 1000. Yes brother au yes sister kwa sababu kama umeshindwa kulipa 1000, milioni 20 hiyo si utatusumbua? Kwa hiyo kuwa makini sana. Kukopesheka ni sifa. Wafanya biashara wakubwa unaowajua ndugu yangu hawatumii fedha zao kwenye kuzikuza biashara zao. Wanakopa, wanakopa, wanaziendeleza biashara zao. Sasa ili ukope lazima uwe na sifa ya kukopesheka. Na hii ndugu yangu inaanzia mpaka kwa shangazi Ukikopa hela kwa anko wako, kwa ndugu yako, jifunze kurudisha. Sijui tunaelewa vizuri. inaondoka